Na watu wa baraka sana, watu wa neema kabisa. Bwana Yesu asifiwe popote mlipo, mkono wake Mungu uko pamoja nasi, na uwepo wake u pamoja na watumishi wake siku zote. Nasema hivi, ila yeye hatuwezi, lakini tukiwa naye ushindi tuko nayo milele. Nukuu ya matumaini asubuhi ya leo, asante na karibu. Uvivu umtia mtu katika usingizi mzito, uvivu umtia mtu katika usingizi mzito na nafsi yake mvivu itaona njaa. Uvivu mtia mtu katika usingizi mzito, na nafsi yake mvivu itaona njaa. Haya ni maneno naye nakiliwa na methali ya kumi na tisa kumi na tano. Mvivu natamani Bwana Mungu ambaye ni rafiki mwema, rafiki wa karibu, kusaidie tena siku hii nzuri, akupe uwezo na nguvu zake ili lolote unalolifanya lisiwe na uvivu, maana mtu mvivu atalala njaa. Mtu mvivu atakosa cha kukula. Mtu mvivu hali itakuwa ngumu. Mtu mvivu vitu vitamwharibikia, lakini yeye aliye na bidii katika safari atakula vizuri. Amini, asubuhi nzuri inapokucha, asubuhi jitie katika watu walio na bidii, maana tunaongelea kuhusu nukuu ya matumaini na tuna matumaini ya kesho. Watu watakaofaulu kesho ni watu walio na bidii kwa ajili ya leo. Watu watakaofaulu kesho ni watu walio na bidii kwa ajili ya maisha ya kesho. Ndio nasema hivi, mtu mvivu atakosa cha kukula, mtu mvivu atakosa hata mavazi, mtu mvivu atakosa pa kuishi, mtu mvivu atakosa hata nauli ya kupanda gari, itabidi atembee kwa miguu. Lakini aliye na bidii katika safari yake kila siku atafanikiwa. Amini, katika majira haya, asubuhi unapoamka mapema ama mchana unapojituma na kusimama katika zamu ya kufanya kazi yako kwa bidii na kwa moyo, uvivu utakaa mbali nawe na Mungu atakusaidia. Ndio tunasema hivyo. Uvivu mtia mtu katika usingizi mzito. Yaani, usingizi unaweza kufanya uvivu kumalize. Maana utapenda tu kulala. Utapenda tu usingizi. Utapenda tu siku zote kulala. Walio na vitu ama walio matajiri pia walali maana hujiamka mapema kwa ajili ya kuendelea kutafuta vitu vile, lakini walio wasio na vitu ndio unapata wakati mwingi wanalala sana. Hata wakati mmoja tulipokuwa katika habari zingine za mahojiano, tukaulizana, je, mtu asio na kitu anaweza lala kwa muda wa masaa mangapi? Sema anaweza lala masaa nane, hata wengine wanalala masaa kumi na mbili yote, hata wengine masaa tisa, wakasema okay. Hata mwingine nyumba ile anayoishi anapoilipa tu hivi, basi nasema sasa sina deni analala jinsi apendavyo, ataamka tu wakati atajua sasa wakati wa kulipa nyumba imefika, atatoka mbio kutafuta jinsi atapata kulipa zile bills alizonazo. Hiyo ninasema mtu mvivu katika maisha yake na usingizi mzito ataumia sana, lakini aliye na bidii kesho yake ni nzuri tena kubarikiwa. Naomba Bwana akusaidie uwe miongoni mwa watu walio na bidii, watu wanaojituma na watu walio na moyo wa kazi, katika nukuu ya matumaini hiyo itafanya wewe kufanikiwa kuinuliwa, hata kuifanya kesho yako kuwa bora kuliko leo yako. Ndio siku zote nakupa matumaini ya kesho ya kwamba kesho ni nzuri, kesho ni bora, lakini ni nzuri bora kwa watu ambao wanajituma. Ni nzuri bora kesho kwa watu walio na bidii na kuacha uvivu, maana uvivu utamtia mtu katika umaskini mkubwa. Uvivu utamtia mtu katika uchochole mkubwa, lakini mtu aliye na bidii kesho yake imeboreshwa, na mtu aliye na bidii kesho yake imeinuliwa. Kidogo unachoanza nacho kwa ajili ya siku kitafanywa kikubwa kesho, maana kwa uchache wa kitu kile, kesho Bwana atakifanya kuwa kikubwa tena cha kuimarika, na watu wanakiona wakisema, alianza kwa uhafifu, alikuwa tu na kibanda na leo yupo na nyumba kubwa. Alianza kwa uhafifu, alikuwa anaanika tu vitu vyake pale barabarani na leo yule yule ana gari lake, natembea katika hali iliyo nzuri tena kupendeza. Uvivu ndio unaweza kumaliza maisha yako lakini bidii ulio nayo na udogo ulio nayo na tumaini kwa Mungu na maombi na kutafuta Mungu kwa moyo na kweli, inamaanisha kesho yako ni kubwa sana. Katika nukuu ya matumaini tusema hivi, usione ni hasara kuamka mapema na kujituma. Usione ni hasara kuifanya kazi unayoifanya kwa moyo. Kesho yako ni kubwa tena ya baraka. Kesho yako ni kubwa tena ya kuinuliwa na kesho yako itabarikiwa. Tunakuombea asubuhi hii njema kabisa ya kwamba Bwana akutie moyo katika safari za kila siku. Bwana akusaidie, akutende mema, akupe kibali na nguvu zake zikuandame, akupe neema ya ajabu siku zote, akuhifadhi katika hifadhi ya neno lake, na siku zote amini ya kwamba kesho yako ni kubwa kuliko leo yako, na kwa sababu ya bidii ulionayo kesho imebarikiwa. Asante na karibu, uko ndani ya Radio Fortune Africa, kisima cha matumaini, licho kipindi, tumekuwa ndani ya makala mazuri Nukuu ya matumaini. Ukiwa nami hapa Mathew Ndeva. Asante. Asante kwa wale wote ambao mna moyo wa kusimama kitu na kituo hiki. Bwana awabariki na watende mema. Asante kwa wote ambao wanatuombea siku zote na wanaosimama nasi katika hatua ya kuona tunasonga mbele. Kufika FM ni gharama na tunahitaji kufika kule. Pia tunahitaji kusalia hewani daima na kuwa hewani pia ni gharama. Lakini asante kwa wale walio na moyo wa kusimama nasi. Mungu awabariki sana. Tena awatende mema na wazingire kabisa. Account number. Nasema, pay bill number yetu ni 625 -625, na account number ni 01245085217800 ndio account number. Na kwa wale ambao wanapenda tin number ni 4561468 ndio tin number yetu. Asante, na baba Mungu awabariki sana, awatende mema popote mlipo. Neema ya baba iwatoshe na Mungu awazingire kabisa na siku zote Jitoe kwa watu walio wavivu enda, ndani ya watu walio na nguvu wanaojisukuma na kujituma, na baraka zitaandamana nao. Asante.